Bwana, Benjamin Mkapa Dr. Mo mmebaki wenyewe kwanza. Benjamin, Benjamin William Mkapa is not for everybody. No. Eh, ni kwa wakubwa tu, watu wadogo wote hawastahili kucheza Benjamin Mkapa. Na ndio maana wametukimbia, wamekwenda kujificha visiwani, wametuachia wanaume tunatamba wenyewe Benjamin William Mkapa. Kwa sababu hata historia ya kujenga kwa Mkapa ni kwa sababu tu ya protokoli za kinchi. Ule uwanja tukio huitwa Benjamin, huitwa Simba Sports Club Main Stadium. Lakini mwaka elfu mbili na mbili mwaka elfu mbili na moja rais uh, hayati Benjamin William Mkapa, rais wa awamu ya, ya tatu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alikuwa anatokea ugaibuni na wasaidizi wake, kafika uwanja wa airport waaiiaskapage wa, wa Nyerere, akakuta mamilioni ya, wa, ya mashabiki wako pale wanaisubiri timu yao, akamuuliza wasaidizi wake, hawa Watanzania wote wamekuja kunipokea mimi? Wale wakamwambia hapana, mheshimiwa, hawa wamekuja kuipokea sisi Eh, eh, timu yao Simba imetoka kumtoa mwarabu kwa mashindano ya kafu wakati huo mwaka elfu mbili na tatu Simba imemtoa nani Zamarek ya Misri akasema ha ina maana taifa inapenda michezo kiasi hiki nilikuwa sijui huyu ni mheshimiwa Benjamin wa Mkapa Mwenyezi Mungu Abrahamu huko aliko akasema ni kweli mheshimiwa basi kwa mapenzi haya nitawajengea kiwanja cha mpira kitovu cha michezo kitakachokuwa kitovu kikubwa cha michezo Afrika Mashariki na Kati ili wananchi wangu wa Tanzania haya mahaba kwenye msoka wayageuze kuwa biashara. Ikajengwa Benjamin William Mkapa na za Cuba ikaapenyezewa, inasemekana mheshimiwa alisema ule uwanja uandikwe Simba Sports Club Main Stadium, lakini kwa sababu ya protocols za kinchi na yeye ndio rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakawaambia hapana, ukijenga hivyo kuna hawa wengine ngogo wa kijani nyuma, mwiko wapo, ndio ukaitwa National Stadium umeendelewa kwa rupaso ilijengwa kwa ajili ya Simba, yeah. Ndio maana unapozungumzia kwa Mkapa hapatoki mtu tunamaanisha kweli, kwa sababu it's our stadium, ni uwanja wetu, na mara nyingi mnaitendea haki kwa maana kujaza full house. Nimeona mmemkemea vikali hapa media, alimwambia mtaki mambo ya bure. Sisi tumemwambia mediali hatutaki bure, na kama ange, angesema ule hapa, sisi wote tusinge kuja uwanjani hatutaki bure kabisa. Tumemwambia samaji wetu, hii sio timu ya bure. Wapenda vya bure wanajulikana. Unaelewa? Eh? wapenda vya bure wanafaaje, wanajulikana. Hii ni timu ya kugaramia. Kazi ya mshabiki ni kuichangia timu yako mapato. unaichangiaje timu yako mapato? ni kununua tiketi ya elfu tano, kununua tiketi ya elfu ishirini VIP B, kununua tiketi elfu thelathini VIP A. Tukutane Benjamin Mkapa siku ya Jumapili. Kazi ya mshabiki ndiyo hiyo sio kupewapewa vya bure, bure kama kina Godi Yanga hawa, kazi yao kupewapewa vya bure, sio sisi. Leo aa leo semaji la kafu tunambia, ah kama ni bure sisi hatuji atu, weka viingilio wanasimba tukachangia mapato timu yetu, ili wakati jonasanso alipo mishahara kila kinasema ni mwalimu alipo posho tukamnyoshe Petro Atletico di Luanda ya kutoka nchini Angola, Jumapili tarehe 23, pale Benjamin Mkapa. Hamasa zimefunguliwa unaona. Wanasimba wote tumehamasika, watu kibao wamejaa hapa Temeke studio ni moja ya, ma, ya masoko ah, kama unavyotuona, kuelekea kwenye michezo mi, muhimu kama hii. Taarifa ambayo imetolewa ni miongoni mwa taarifa ambazo tulizipata pia awali za kukosekana kwa mchezaji Musa Pimping Kamara, ingawa yupo uh, yakubu Suleman, lakini uh, unazungumziaje kuelekea katika michuano hii y, Yakubu anatosha. Uh, kwa upande wangu golikipa aliyopo amejiamini sana Yakubu Sulemani, na tunaendelea kumpa moyo na ni golikipa mzuri. Vitu vidogo vidogo tu ni fitness ya mguu, yaani anapopatiwa mpira wa mguuni inakuwa ni mara chache sana, hawezi kuukontrol vizuri. Lakini tuko pamoja naye na Erosola mwenyewe kashaliona na kashalifanyia mtihani na tayari amefaulu kwa hilo. Yule sio golikipa mbaya, bado tunaye na ni golikipa mzuri sana. Toka Pimpini Kamala amepata majeruhi, sawa amecheza mechi ngapi Ayubu? Na bado hajaonyesha makosa makubwa ya kwanza kumlaumu kwa kiasi hiki, hatuna muda wa kumlaumu yule. Ni golikipa mzuri na tunamtegemea sana, taifa linamtegemea, Simba Sport Club inamtegemea. Wanasema ana makosa mengi ya kujirudia, rudia, na pia hana footwork, hamna kitu kama hicho. Kwa safari hii kipa tumepata namba mbili, yaani ukiondoa namba moja Pempeni Kamala, kipa namba mbili tumepata, yaani kama tulivyokuwa na wachezaji wazuri kila mmoja mmoja, tunajua nafasi fulani, wako wachezaji wawili, anayetoka ni hatari, anayeingia ni hatari. Basi katika eneo la golikipa, basi nalo tumefanya hivyo hivyo. Golikipa namba moja tunaye, golikipa namba mbili tunaye, hatuna mashaka yoyote yale. Sisi tunaendelea kumwamini na ni golikipa mwenye kiwango cha hali ya juu sana ya yeah. Urejeo wa Mohamed bajabei tuna enjoy kwana, tuna hamu sana, tuna shauku sana ya kuhitaji kumwona kiungo wetu mchezeshaji sawa, tunatamani sana kumwona mechi yake ya kwanza, na imani watu watafurahi sana wakimwona kwenye dimba akicheza katika dakika zile 45 au dakika 90 zote, akimaliza kikosi kwa ujumla, namna ambavyo kimecheza, umeshinda ushindi wa magoli sita kwa bila hapa juzi dhidi ya JKT, ile ni mechi ya kirafiki na mechi ya kirafiki kocha alikuwa anaangalia mfumo wake ni mfumo gani ambao ataweza kuutumia siku ya tarehe ishirini na tatu. Ni benchi la ufundi lilikuwa linaangalia wachezaji wake ambao waliobakia hawajaitwa katika national team, ndio maana kocha akaamua kupambana na wale waliobaki, akawapa mechi ya kirafiki na anaendelea nao kimazoezi, ili kuangalia ni nani atamvusha katika ile hatua ya mashindano ya klabu bingwa tarehe ishirini na tatu siku ya Jumapili, ili tuweze kuondoka na alama tatu nyemakundi hiyi watu wa kwanza kupata alama tatu siku ya Jumapili kwa mechi ambazo wameshasimamia mpaka sasa hivi, meneja uh, ama kocha mkuu wa kikosi cha Simba unaonaje kiwango chao? Ah, mabadiliko yamekuwa makubwa sana kwa sababu nikiangalia kama mechi ya JKT wengi tulizania itakuwa ni mechi ngumu sana lakini, kipindi cha kwanza tulitazama tukaiangalia kwa makini, ni mpira ambao ulikuja kubadilika kipindi cha pili, tukatamani mpira usiishe na uendelee kuchezwa. Hakika meneja tunampa big up, ametengeneza kikosi chetu vizuri mno. Inaonyesha wachezaji namna gani wanapokosa kitu fulani, wanakuwa na morali mkubwa na mzuka mkubwa sana wa kuhitaji mafanikio ndani ya kupata hata alama tatu, wasipoteza, wakitanguliwa mbele ya nyuma goli moja, basi ujue watatafuta kwa nguvu zozote zile wafanikisha wanasawazisha na kuongeza goli la ushindi. Tuliona siku ya wa JKT wachezaji walipambana kwa hali na mali, hakika amejenga sana timu yetu, tumekuwa timu tishio kubwa sana, hilo halina do doubt. Unaona wapi Simba kwenye haya mashindano? Ah, kikubwa tunaomba Mwenyezi Mungu katika mechi yetu zote tunazocheza hapa nyumbani Benjamin Mkapa, tunaomba tusalie na alama tisa Benjamin Mkapa, yaani alama tisa kwanza tuzibakisha hapa nyumbani ili tuendelee na kutafuta alama zingine tatu, tujihakikishie kwenda mbele zaidi, kwa sababu tuna timu bora zaidi, tuna wachezaji wazuri zaidi, tuna benchi la ufundi lililokuwa vyema zaidi, tuna mashabiki waliokuwa vyema zaidi kuisapoti timu yao yeah. Unawaambiaje mashabiki sasa kwenye kuandika kwenye hamasa, lakini kwenye Hamas mchezo pia wa kwanza, mara nyingi mimi huwa nawasii mashabiki wasipende kununua sana tiketi siku ya mechi, kwa sababu nakuwa naona wanavyopata shida wanauziwa kadi ambazo zingine hazina tiketi. Yule mtu anayekuuzia ukimpa hela tayari kaondoka. Nenda kwenye kituo kilichotangazwa kuuzaji wa tiketi, kanunue tiketi yako mapema, itie mfukoni au kaifungie kwenye kabati, kuliko kwenda kununua tiketi siku ya mechi Jumapili, unauziwa kadi mte, unaingia uwanjani, unasumbuliwa na maaskari. Sawa, hilo swala kwa mashabiki, mimi siku zote huwa nawaambia kabisa, nunua tiketi yako mapema, ifikie sehemu siku ya mechi ikifika, chukua tiketi yako, panga foleni, unaswapo pale, unachukua kiti chako unachokipenda, unaingia uwanjani. Hiyo ndo rai yangu kubwa kwa mashabiki, sipendi wateseke wanapokuja uwanjani. Shukrani. Pamoja.